Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndugu zangu katika Kristo, ninawasalimu nyote katika jina la bwana wetu, wetu Yesu Kristo ali wa Nazareti. Ni mtumishi Enoch, msemaji wa Bwana na bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Kwa siku ya leo ninakuja na neno mfupi atakayejenga watu. Ninaamini watu wengi wanadae ya kwamba wanaokoka, wanadai kwamba wana hiyo imani, lakini tukipima imani yao katika maandiko matakatifu, tutakuta, tutakuja kujiona kwamba kumbe watu bado hawajalishi neno, kumbe watu ba, wa, bado hawajalishika neno. Yaani utakuta watu wengi wanatembea na Yohana moja moja hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lakini sasa kuyahishi katika hiyo maandiko matakatifu ni shida kwa watu wengi. Kwa mfano, imeandikwa katika uh, amri kumi za Bwana tusiue, lakini utakuta watu wengi wanaua na wanaua kwa njia gani? Wengi wanaua kwa kuongea, wengi wanaua kwa kutafakari. Ndugu zangu katika Kristo, ukitafakari tu jinsi ya kuloga mwenzako, ukitafakari tu jinsi ya kuua mwenzako, hapo tayari umeshakuwa muaji. Hapo tayari umeshaua, kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ya mawazo kunatokea vitu vingi, na ndio maana Bwana akasema katika kile kitabu kita cha Mathayo, Bwana akasema kwamba yanayeweka mtu najisi si vyakula vinavyoingia ndani na kutoka bali ni vile vinavyotoka nje ya kinywa, yani ndani ya moyo kunatoka nini? Mawazo machafu, uzinifu, uwaji, wizi, yani ya kila aina. Bwana Yesu Kristo asifiwe! Lakini tuna Wakristo wengi wanayedidaya kwamba heo ni wafuasi wa Bwana, lakini tukiwaona katika matendo yavo na matunda utakuta bado hawapo nazaa tunda lolote wengi wengi, utakuta miti yao majani yao ya kusafi, miti yao utakuta yanapendeza, lakini sasa kuzaa matunda ni shida. Haleluya, okay. pa kuzaa matunda ni shida. Na nikisema matunda ni nini, nasema matunda yani character, tabia. <laughs> Wengi bado hawajaacha tabia zao za zamani, na ndio maana utakuta kwamba wengi bado wananena kwa lugha, leo wanafurikwa, wanajazwa, lakini hawataacha kufanya nini? Kwenda katika sherehe. Lakini hawataacha kufanya nini? Kuzini. Lakini hawataacha kukunywa pombe, lakini hawataacha kutukana, na lakini hawataacha kuongea mambo ya aibu na watu wengine. kama Kristo ndiye mfano wetu, kama Kristo kweli ndiye mfano wetu, sasa kwa nini tuwe tunafanana na watu wengine? Na ndio maana huwa nasema kwamba haijalishi unanena lugha ngapi, haijalishi unajazwa Haijalishi eti unasikia sauti ya Mungu, haijalishi unaota ndoto, unaona vitu vingi, kama haufuati maandiko matakatifu, kama haufuati yani mafundisho ya Kristo, kama bado haujavua mwili yako wewe Bwana aliyavunja na kisha akakutengeneza baada ya siku tatu ore papa papa sekai wewe umekuwa sawa, sawasawa na bure si mchezo. Wakati Bwana aliposema kwamba nitavunja mwili huu baada ya siku tatu nitaitengeneza, yaani Bwana alikuwa anaongelea kuhusu mwili wako wewe, wakati mwanadamu atakapo atakapo acha dhambi na kukiri Yesu Kristo kuwa Bwana mwokozi wake Mungu anafanya nini? Mungu anavunja anavunja ile mwili wa nini mwili wa dhambi. Akisha Bwana anatengeneza huo mwili ili yeye ashuke ndani ya mwanadamu <laughs> ndio maana Bwana akasema kuwepo nuru na ile nuru ikakuwa. Akisha Bwana akasema kwamba hivyo hivyo nuru yenu ikangaze mba, mbele ya watu wote ili Wafanini wa, wa, ili watu wote waone matendo mema na wa, wamtukuze Baba yenu aliye juu mbinguni. Bwana asifiwe. Tufungue katika kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya 4. Tuanze mstari wa tuanze mstari wa 17. Waefeso 17, maandiko watakatifu asema hivyo, nawambia hivi, nami nazititiza katika bwana kwamba msiishi tena kama watu wa mataifa waishivyo. Nami nawambia msiishi kama jinsi watu wa mataifa wanavyoishi. Lakini Wakristo wengi wanapenda kuishi kama watu wa mataifa. Utakuta leo mwanamke anajiaminisha anajaman kwamba hata kwamba akiacha wigi ndio kuacha zambi. He, no, wazungu awavaki wigi lakini je, wameacha zambi? Hmm. Waislamu huwa wanafunga vichwa vyao Wanajifunika, wanajifunika tena kweli, lakini utakuta bado awaku naishi katika dini ya, ya, ya kweli. Nje hao pia wanaacha dhambi. Utakuta walokole, yani watu wa Kristo, watu wanajiita kwamba ni wana wa Mungu, utakuta bado wanajing'ang'ania na mambo ya ulimwengu huu akipata neno au akisikia neno kutoka katika Biblia maandiko matakatifu ikisema kwamba wache zambi, utakuta huyo mtu apende kusikia kabisa. Yani anapenda kusikia yale yeye anataka kusikia, lakini sisi atutaki. Wewe unataka nini? Sisi tuko hapa kukuambia Bwana anataka nini wewe kwako. Bwana asifiwe. Bwana anataka nini kwako? Je, kweli kipindi ulipompokea huyo roho huyo roho kweli amefanya kazi gani ndani mwako? Wakati ulipopokea nguvu na ukapokea karama za hizo lugha, hizo lugha zimekusaidia nini? Haleluya, resepay, haleluya rikasepa re, utuni kunanenatuko lugha leo unanena kwa lugha kesho ujali na Mungu Yesu Kristo, unafanya mambo yako, unatembea na wanawake, unatembea na wanaume, unaenda katika masherehe, unakunywa pombe, unavuta sigareti, unaangalia vipira, unafanya vitu visiokuwa na haki. Siku ya Mungu unaanza kulilia Mungu. Wewe ni mnafiki, wanafiki wa Injili. Na kama wewe ni kiongozi kama tabia yako haifuatani na maandiko matakatifu, wewe utakuwa kikengele ka kinai kinafaa nini? Kinaitangaza tu sauti bure, na kuna utakuta wengi wanadai kwamba wanasikia sauti ya Mungu, lakini kuona mabadiliko, kuona tabia ni tabia mbovu sana primere kai Haleluya. Tuele hivi namwambia hivi, nami nasisitiza katika Bwana kwamba msiishi tena kama watu wa mataifa walivyo ishi. Kama Mungu anasema usiishi kama jinsi ulivyokuwa unaishi katika Misri, kwa nini sasa unaendelea kuishi katika maisha ya Misri? Why? Ni kwa sababu ndani ya moyo wako wewe bado haujamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana wa Mwokozi wako 100%. Oh yes <laughs> oh yes. Kumbuka wakati Yesu Kristo alipo alipohubiria alipohubiria watu kama wanaume elfu tano, imagine hawa watu wote hao Utakuta hawakuwa hawakuwa wanakuja kusikia neno la Mungu, walikuwa wanakuja kutafuta chakula kutoka kwake. Na ndio hivyo pia tuna watu wengi katika, katika makanisa yaani watu wanajaa ndani ya makanisa lakini sasa kushikilia maandiko matakatifu na kubadilika, yani kuacha maandiko yawabadilishe, wanakataa, hawataki kabisa. Wanafuata maagizo yake, wanafuata maagizo yao wenyewe. Na ndio maana mimi naonasema kwamba yeyote asiyofuata maandiko matakatifu, haijalishi kama wewe unanena kwa lugha ka njia gani aiterisi eti unajazwa, aiteisi unajita un, un, mtume, nabii, mwinjilisti, mchungaji, kama haufuati maandiko matakatifu, wewe umetengeneza njia yako na unafuata njia yako, wala si njia ya Kristo. Ni mara ngapi Bwana aendelee kuambia ufunge kichwa chako wewe, nawe bado unang'ang'ania una kufungua kichwa mara ngapi Bwana amekwambia acha mapodozi? Ni mara ngapi? Mara ngapi Bwana amekwambia acha mapodozi, lakini bado wewe unaendelea kung'ang'ania na mapodozi yako? Ni mara ngapi Bwana amekwambia acha mke wa pili? Acha mme wa pili? Acha uyo mke wa tatu wa ine Rudi katika mke wako wa kwanza, ni mara ngapi? Lakini wewe unaendelea kuleta ma excuses. Oh, grace kae mai. Hallelujah say. Hallelujah say. Hallelujah say. Hallelujah say. Oh, rekae. Kama kweli wewe ni mwanafunzi wa Yesu, kama kweli wewe ni mtu wa Mungu kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, masengenyo yanatoka wapi ndani ya muli, ulimi wako? Matusi imetoka wapi? Mapigano yametoka wapi? Kuroga mutu mawazo ya kuroga mutu imetoka toka wapi? Wengi wanasema eti wanampenda Mungu, wana imani, wanaishi kwa imani tu, ninamwamini Mungu, lakini kuishi ndani ya ile imani ni shida. Iyo siku ya kiyama <laughs> Bwana atakuliza mbona sioli matendo yako? Umesema kweli uliniamini na kweli uliniamini lakini mbona sioni matendo? Mbona sioni kitu chochote? Mbona tu ninaona giza ndani mwako? Mbona tu nimeona tu uchafu ndani mwako? Mbona nimeona tu wivu ndani mwako? Mbona nimeona tu hasira ndani mwako? Mbona nimeona tu uzinzi ndani mwako? Mbona nimeona tu usharati ndani mwako? Mbona ninaona vitu visioeleweka, vitu vya ibilisi ndani mwako? Mbona sioni kitu chochote kutoka kwangu? Haleluya, or oh, oh, papasikaremase pri re haleluya. Mbona sioni kitu chochote kutoka kwangu? Kwa maana Bwana akasema kwamba yeyote aliyeishi ndani ya giza, basi nuru imefika na itafaini imemfunika na atatembea katika katika nuru ngora tutafuti yo andiko kama siko ni Isaya, ilikuwa Isaya sura 9 mstari wa pili. Maandiko matakatifu asema kwamba watu wanaotembea katika giza wameona nuru kuu, wale wanaoishi katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewazungukia. Na huyo nuru ni nani? Huyo nuru ni Yesu Kristo, wokovu huyo nuru ni Neno la Mungu. Hiyo nuru ni Roho Mtakatifu. Unasikia neno lake na una mkubali, oh, haleluya. Oh, hadi lili utaendelea kuishi katika giza na una jidai ya kwamba una roho wa Mungu. Bwana akasema katika kitabu cha Yohana ile sura ile su, ile Yohana kwanza sura ya kama, kama sikosea ya kwanza, Bwana akasema kwamba kama tukisema kwamba tunaishi katika nuru na huku tunaendelea kuishi katika giza, sisi ni waongo, kwa sababu Mungu yeye aishi katika giza wengi wanaishi katika giza akisha wana wanasema kwamba wanaishi katika nuru. Hata kunena kwa lugha, kunena kwa lugha kwenu hayatutishi. Hata watu wa mataifa huwo wanashangaa jinsi watu wa Mungu huwo wanajaminisha kwamba eti heyo wanena kwa lugha, eti kwamba wana ukaribu wa Mungu. Hata fellowship hauna nayo, ni kupiga kelele tu, kunena kwa lugha tu. Kujazajazwa kama oh, oh, ameta oh, ameta roho bwana pumbavu kwa na oh anena kwa lugha ameta mpumbavu pumbavu. Nakwambia yeyote anayejazwa na aliishi neno na alifuati maagizo ya Bwana ni mpumbavu. Resepai. Nioneshe matendo yako, nionyeshe imani yangu. O, nasema kwamba Mungu etakwamba Mungu takwamba Mungu hajali na mavazi. <laughs> Mungu atahukumu roho, Mungu atahukumu matendo. Je, atahukumu roho? Mungu, Mungu atahukumu roho. Matendo, yaani roho inaishi ndani ya mwili, yaani matendo unayofanya wewe ndo Bwana atakaye kukuhukumu wewe na amekuumba kwa ajili ufanye nini? Kwa ajili ukamtukuze ukamrudishie utukufu wake. Mwache kujidanganya. Kwa nini unajidanganya? Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanajidanganya sana kabisa, na wanajidai kwamba eti wako katika nuru, lakini bado wana katika nuru Je, jiangalie ni wapi ulipo mkosa ya Mungu. Jiangalie, jichunguze Maandiko matakatifu, tuchunguze. Je, bado tunaishi katika imani hiyo? je, kweli tunaishi katika imani hiyo? Watu wakitutazama kweli, watu je, wanaona wokovu? watu wakitutazama, je kweli huyo Roho Mtakatifu tunayesema kwamba tunaye kweli yumo ndani mwetu? Kama si tu upumbafu, kama si tu mambo ya utepetepeli. Usipokubali kubali kubadilike, ndugu yangu katika Kristo, moto inakusubiria moto inakusubiria. Na Mungu ajali kama wewe ulikuwa mtumishi wa gani, Mungu ajali lugha zako ulioze ni nena, Mungu ajali umoto wako, upako wako kama ofoti maandiko matakatifu jana mnakwenda kwenda, lete mabadiliko. Usiwe kama ule mti Bwana aliyelaani ulikuwa unabii sawa sawa, ilikuwa unabii juu ya mwanadamu. Mwanadamu yoyote asiye kuzaa matunda huyo utupwe motoni, na ndio maana bwana amekuja kutuelewesha katika kitabu cha Yohana sura ya kumi na tano, kaeni ndani mwangu nami ni kae ndani mwenu, yote yote naikaa ndani mwangu uzaa matunda nyingi bali yote sio kanda ni mwangu, huyo utupwa motoni. Tunda, matunda yako wapi? Character ya Christ, where is the character of Christ? Where is the character of Christ instead of us, where is it? Kwa nini wa watu, kila sehemu tunapotembea watu wanasema bado hatujaokoka. Watu wanasema, wanasema bado wanakuambia hivi, kama kweli umeokoka, basi nina kuchalenji, nenda mbele za watu, nenda kwa wazazi wako, nenda kwa marafiki yako, nenda katika kanisa uulize swali, swali moja, shuhudia uovu wangu toni. Kama utashangaa kusikia maovu yako. Efeso 4:20 tunasoma, lakini nyinyi hivyo sivyo mlifundishwa, mulivyojifunza muli, muli, muli, muli, muli samani. Lakini nyinyi hivyo sivyo mulijifunza Kristo, kama hivyo ndivyo ilivyo nyinyi, mmesikia tena mmefundishwa naye eh, vile kweli iliyo katika Kristo Yesu mulifundishwa, Bwana akawafundisha, mukafundishwa na manabii mukafundishwa na mitume mukafundishwa na wachungaji na wainjilisti, habari za Kristo, jinsi ya kushika maandiko matakatifu, jinsi ya kuliishi neno, nanyi pia mkalisoma, lakini si kwa mwisho mukamuasi. Badilikeni kwa siku ya leo, badilikeni. Bwana bariki neno lake.